Habari za wakati huu, mtazamaji wa Zantime online, karibu sana katika kipindi chetu hiki, na leo tutapata nafasi ya kuzungumzia mambo mbalimbali mbali, mambo mengi, usikose kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mtangazaji wapo ni mimi kwa kuadahami usisahau ku subscribe, ku like, ku comment pamoja na kushare. Tuko na mgeni wetu atatuelezea mambo mengi mengi mazuri sana. Karibu sana mwanzo wa apakamwisho na kipindi hichi. Mgeni karibu. Asante sana habari za za unapotoka? Nzuri, sijui yeah. Wewe Uh, sisi hatu jambo uh, watazamaji wanataka kujua leo, mwaletea kitu gani ambacho wanataka kujifunza zaidi? Wanajifunza, lakini wanataka wajifunze zaidi mm -hmm, hasa leo tupo na idari mnenene ambaye ni jasiri mm -hmm. Uh, tunasema ni jasiri. Karibu sana. Asante sana uh, labda utuambie leo umekuja na kitu gani ambacho unataka kutufunza na kuwafunza pia watazamaji? Kwanza napenda nijitambulishe na mm -hmm, kwa majina naitwa Tatu Simba Salum. Kwa sasa nafanya kazi kwenye hoteli ambayo inaitwa Royal Zanzibar ambayo inapatikana maeneo ya Nungwi na niko hapa kuelezea baadhi ya changamoto ambazo tunazife sisi wanawake hasa kwenye upande wa umeme. Hapana, ni wanawake tu ndiyo, so, ndiyo. Sawa, yani, ni kitu gani labda utambii kilikufanya yaani kilikusukuma zaidi kuingia katika kazi hii? Hii kazi nilikuwa naipenda toka mwanzo, nilikuwa naona TV inawaka, nilikuwa najitaka kujua kwanini TV inawaka, friji kwa nini inawaka, na huku kaka kakaangu ndo aliniinspire kuingia huku. Aliniambia kuna kozi nyingi tu zipo nichague lakini mimi nikamwambia bwana, nataka kazi, nini, kusomea kitu ambacho kina calculation ndani yake. Akanambia basi chagua umeme, na mimi nikatizama kutoka na ukunyuma iki kitu nakipenda, nikasema basi wacha nikifanye. Ndo nikaanza kwenda kusoma, nikapata elimu yangu ya diploma Karume baada ya hapo nikaendelea kufanya nini, field. Baada hapo, nikapata opportunity ya kuingia kazini hoteli yangu ya kwanza nilifanya ni wapi? Zuri Zanzibar ambao pia iko Nungwe. Ya pili nikafanya Bawe ambayo iko pale Forodhani, na hii sasa hivi ya tatu pia iko Nungwe. Sawa, kazi ya umeme tunafahamu kwamba ina changamoto nyingi pamoja na misukosuko mbalimbali. mm -hmm, kama mwanamke unakabiliana nazo vipi hizi changamoto katika kazi yako? nikiwa pale sifanye kazi peke yangu nakuwa na ushirikiano wale wanaume, kwa hiyo wananipa sapoti, ila changamoto ambazo nazifesi, cha kwanza, yani, hakuna ule usawa wa mshahara, kwa sababu mwanamke wanaamini kwamba hatujui, kwa hata kukupa ile nafasi ya kuonyesha unachokifanya ni inakuwa ni chache kukompeana mwanamme mwanamume akisema mimi naweza kufunga taa, kila mtu anamwamini, anamwambia basi kafunge. Lakini mimi nikisema mimi naweza kufunga taa, kila mtu anaanza kunibeza. Ah, so kweli haiwezekani mwanamke akafanya hicho kitu kwao? Najikuta kwenye mshahara, hawezi kupata pesa nyingi kama huko kwa mpira na mwanamume wa okay, kiachana na hiyo madhara mengine ambayo, changamoto kubwa ambayo tuna tunaipitia ni Niseme rushwa ngono. Unaweza ukawa unataka kazi, umekutana na injinia, injinia anakuambia hapa wanawake hakuna, kuna wanaume watupu. Kwa hiyo kama unataka hii kazi, umpe rushwa a ngono, ili mradi na wewe nini akupromote kwamba, kwa sababu si wanaamini wanawake hatuwezi, hasa hasa kwenye hii umeme, ni kitu ambacho kiko riski. Kwa kila mtu anaogopa kwamba nikitoa mshahara wangu mimi nitakuwa nimeloose. Kwa ili yule ili upromotiwe it means huyo engineer yeye ndo aende labda kwa HR amkonvince wao upate nafasi. Kwa yeye akianza kukubania wewe mwenyewe utaanza kuogopa. Sasa basi ngojea nijitoe ili nifanyaje? Nipate kitu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tuna na face mm, nyumbani o, yaani ule usawa wa kazi baina ya kazini na nyumbani. Ni mimi nikienda kazini nafanya kazi na play part yangu vizuri lakini nikirudi nyumbani kwa mama nimechoka hawezi akaamini. Akasema hamna. Wewe unafanya kazi kama watu wengine tu. Kwani hapa lazima ufanyaje? Uplay part yako. Wakati mimi kumbe nikifika pale nyumbani na, na, na kazi nyingine za kazini ambazo natakiwa nizifanyaje? nizifanye tofautisha na mwasibu mm -hmm. Komando wako wewe, ukiambiwa umezungumzia masuala ya rushwa ya ngono, komando wako wewe ishawahi kumfuta labda hiyo, uh, kashfa au uh, kavia hiyo? Kwa mimi binafsi hajanikuta, ila wapo wenzangu ambao wamenizunguka tukiwa tukiongea, wanasema walichukua watu wali mimi labda washauri au walienda kumfuata mtu fulani boss kuelezea ii changamoto huyo mmoja hakunishauri, yani yani kilishamtokea, lakini tulipokuwa tunakaa tunaongea ndo akaa anasema kwamba hicho kitu kilimtokea alipokuwa anaomba kazi, na iye alimkuta, anaamba bwana, hapa watu hawawezi wakaamini kama mwanamke anaweza. Najisikia anajisikia proud Sunaipenda. Naipenda sana lakini chang, pia ndio hivyo vikwazo vidogo vidogo ambavyo vinatokea. mm -hmm. Saa nyingine ukiwa unafanya kazi mwanamume anakuwa anakuambia maneno ambayo hayafai ambayo anakufanya, yani ujisikie vibaya. Kuna Nawashauri mimi kwa upande wako wewe, kwa sababu kama hivyo natuelezea changamoto nyingi, mimi mdara mdada, kunana na mtoto akisikia huko nje ambaye anatamani kuingia basi anarudi nyuma au anakata ile tamaa ya kuingia Kusabu, kwa sababu anasikia hizo changamoto amoja na vitu mbalimbali ambavyo vinatokea, wewe unamwambia nini? Aupandewakwea mimi namwambia, yani ajifunze, asome, na pia yani asikate tamaa kwa sababu hakuna inaloshindikana na sasa hivi utandawazi unaingia. Kwa hiyo sasa hivi tunasikia hiyo kauli ambayo anasema haki sawa kwa wote. Kwa hiyo sasa hivi imebadilika. Kwa hiyo mtu sasa hivi akija pale mfano hotelini, yani opportunity ya kupata kama mwanamke inakuwa ni kubwa. Compare na zile ambazo kipindi ambacho sisi ndo tunaanza. Ilikuwa mtu unamshangaza, akikuona uko juu unamshangaza, lakini sasa hivi ni mambo ya kawaida. Mm. Hata siku moja yaani, ndio nataka nisome zaidi na zaidi ili nifike mbali, tunaweza. okay. Mm. So. Okay, so. Uh, kuna familia kama tunavyojua tunavyojua. Mm-hmm. Familia kuna na kazi Mm-hmm ukitoka kazini kuna kazi za nyumbani. mm -hmm. Za, una balance vipi kufanya kazi za kazini pamoja na kazi za nyumbani? Kama tunavyojua ukitoka kazini kama nilivyosema, kuna mm -hmm. kazi nyingine ningine itabidi uzifanye nyumbani. Nyumbani ukifika, kuna kazi kama mama haelewi kama umechoka. Una balance vipi? Kwa mwanzo ilikuwa ni ngumu, mm -hmm. ila kwa sasa hivi mazingira nishajua mazingira ya kazi yangu na pia nishajua mazingira ya nyumbani, nipo na mtu aina gani. Kwa hiyo najaribu sana kuzi manage ni yani, nitumie extra hours nikiwa kazini, lakini nikirudi nyumbani niwe sina kiporo, yani niwe free na kazi za nyumbani. Namsaidia mama yangu kazi mpaka mwenyewe atakaporidhika, nikimaliza basi.